Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali tunaposimulia hadithi za kusisimua, zenye mafunzo na zinazogusa moyo. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na hadithi zetu nyingine tamu kama asali ya porini. Kama wahenga walivyonena, hadithi njema huanza na usiku wa kimya. Karibu katika hadithi ya leo, Sungura na Kicheche, siri za usiku. Sungura na Kicheche. Siri za usiku sehemu ya kwanza. Usiku mzito ulitanda msitoni, upepo ulipuliza, majani yakasikika yakipeperushwa taratibu na mwezi ulitupa mwanga hafifu juu ya miti mirefu iliyokuwa kimya kama iliyo na siri kubwa. Katika kona ya kichochoro cha miti mikavu, Sungura alikuwa amejificha, macho yake yakimetameta kama taa ndogo za mvua aliangalia huku na kule, akavuta pumzi, kisha akasema kwa sauti ya chini, leo lazima nijue siri inayomfanya kicheche kurudi na chakula kingi kila usiku. Anafanya nini gizani? Kicheche alikuwa kiumbe mwenye hila na ujanja mwingi. Wanyama wote walimjua kwa harufu yake kali na tabia ya kutoweka ghafla usiku wa manane. Wengine walisema alikuwa na marafiki wachawi wengine walidai alikuwa na pango la siri lililojazwa chakula cha kila aina, lakini Sungura kama kawaida yake hakukubali kuishi bila kujua. Ukimya wa usiku una siri, lakini macho ya mwerevu hufumbuliwa na udadisi, akajisemea. Muda mfupi baadaye, Kicheche alitoka pangoni mwake, akabeba mfuko mdogo wa majani uliokuwa umefungwa vizuri. Alitazama huku na kule, kisha akaanza kutembea taratibu, akielekea bondeni. Sungura akaanza kumfuata kimya kimya akirupa ruka kwa tahadhari. Walipofika karibu na mto, Kicheche akasimama, akatupa mfuko wake chini na kwa sauti ya siri akasema, "Ewe usiku wa siri, fungua lango la riziki." Kwa mshangao wa Sungura, ardhi ilitikisika kidogo na tundu dogo likafunguka. Kicheche akainama, akatoa vipande vya nyama, matunda na karanga, vitu vya kila aina akacheka kidogo kwa sauti ya chini na kusema hakuna anayejua siri yangu hakuna sungura macho yakamtoka aha hivyo ndivyo unavyopata chakula chako akajisemea kwa shauku lakini kwa bahati mbaya mti uliokuwa karibu nao ukavunjika kidogo kicheche akageuka haraka ni nani huko sungura akatulia kimya kama jiwe Moyo ukidunda kama ngoma ya vita. Baada ya muda, kicheche akaondoka, akafunga tundu lake la siri na kurudi pangoni. Sungura akatoka kwa uoga na mshangao akasema, leo nimetoboa siri ya usiku, lakini kesho nitajaribu nami. Na hapo ndipo matatizo yalianza. Methali za Kiswahili zinasema: Asiyeuliza hubaki gizani. Siri ya usiku hujulikana asubuhi. Udadisi ni daraja la maarifa, lakini pia ni shimo la hatari. Ujanja wa sungura huisha pale anapokutana na ujanja wa kicheche. Ulikuwa ukisikiliza Tunu za Kiswahili. Ikiwa umefurahia sehemu hii, bonyeza like, toa maoni yako. Na usisahau kusubscribe ili upate kujua nini kitamkuta sungura katika sehemu ya pili ya siri za usiku. Kama wahenga walivyosema, ukipenda pilipili pili, utavumilia ukali wake.